Karibu sana kwenye youtube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kupiga video call kwenye WhatsApp. Twende moja kwa moja. Mimi huwa nafundisha taratibu, nafundisha polepole ili uweze kunielewa. Sina haraka wala sina spidi yoyote, naomba uende na mimi step kwa step. Moja kwa moja unaingia hapa, kisha unatafuta play store. Mimi play store ni hii hapa. Baada ya kuingia play store, nitaingia kama hivyo. Baada ya kuingia kwenye play store unatafuta eh, WhatsApp. Mfano mimi natumia WhatsApp business, basi moja kwa moja unagusa ii kidude cha search, kisha unabonyeza hapa juu, unaandika. Mfano mimi natumia WhatsApp basi nitaandika WhatsApp WhatsApp Business, Business, Business. Baada ya hapo mtabonyeza neno, nitabonyeza, mtabonyeza hiki kitu cha kusearch. Baada ya kubonyeza ku search moja kwa moja tatokea hivyo, mimi nitabonyeza hiki hiki kitu cha WhatsApp business. Basi tabonyeza hapo WhatsApp business. Baada ya hapo itafunguka namna hiyo. Baada ya kufunguka hapo, sasa cha msingi unaangalia hapa kama kuna eh, neno update. Mimi ya kwangu ipo, open, ipo updated, lakini wewe kama utaona hapa pameandikwa update, nijitahidi kuiupdate ni kwanza ili eh, ili hatua zako unazofanya ziweze kufanana na mimi moja kwa moja. Baada hapo, tarudi nyuma. Kisha taudi tena nyuma, kisha taudi tena nyuma mpaka mwanzo kabisa. Nitaenda kutafuta na kuingia kwenye WhatsApp business yangu, WhatsApp business umona business. WhatsApp unaotumia ni hapa, WhatsApp business basi. Moja kwa moja mimi WhatsApp business kuifungua ndani kama unatumia WhatsApp ya kawaida utagusa WhatsApp ya kawaida baada ya kufungua hivyo. E, sasa kwa sababu e, mimi ni moja kwa moja nitaenda kutafuta ili wa kumpigia video call. Hapa chini kwenye WhatsApp unaona kuna option, kuna fungu la calls. Hapa ni simu ambazo zishai kuongea nazo. Hapa kuna updates, hapa kuna tools sisi tupo hapa kwenye chati. Baada ya hapa, nitabonyeza kidudu cha kutafuta mtu ambaye nataka nimpigie. Basi moja kwa moja nitabonyeza hii hapa, hii alama panazan umeiona, nitabonyeza hapa. Baada ya hapo, nitabonyeza kidudu cha kutafuta hapa juu, hiki hapa cha search, iko hapo. Mimi nataka nimpigie mtu anaitwa Lenardi basa ndika elo, nita ndika Lenardi, ndika Lenardi. Kisha nitabonyeza, mimi nataka ni mpigine huyo hapa kwa nita bonyeza hapa kwenye chati, utaona chati ipo namna hii. Sasa hapa hii kushabonyeza hivyo, kuna option nzuri na rahisi hapa e, e, ni vizuri uka ukabonyeza hapa kwenye ili jina kumbuka kwa WhatsApp kama tujaendelea, unaweza ukapiga kwa aina mbili. Kwa WhatsApp unaweza ukapiga kupitia eh, yani audio kawaida, pia unaweza ukapiga kupitia video. Video ni ile unapiga huku mnaonana. Sasa, audio faida yake ni kama upo sehemu mbaya, lakini hautaki uonekane mwenyewe, basi unapiga kwa audio ili uweze kusikilizana sauti pekee, inasaidia lakini kwa video mfano kama una meeting, yani kikao, unataka upige video call inasaidia sana, au unataka uunganishe watu e, au chukua mfano, unataka muunganishe watu labda hata darasa au, au ofisi yote kwa ujumla, ni rahisi rahisi rahisi mno video call. Sasa moja kwa moja, e, una o nje rahisi, unakuja unabonyeza hapa kwenye hili jina lake, au kama ni ujamsevu jina, basi namba ya simu, unabonyeza hapa kwenye namba ya simu, unabonyeza kwenye namba ya simu. Baada ya hapo, itafunguka namna hii. Baada ya kufunguka, utamuona huyu mtu na taarifa zake, vitu alivyoandika vyote hapa, umona kila kitu kama unavyokiona. Sasa kuna option za kumpigia kuna kumpigia kwa audio. Audio unampigia inasikia tu sauti, inakuwa haina video na wala hamuonani. Video ukimpigia unakuwa unamuona kwenye video yeye mwenyewe binafsi. Sasa kama huyo mtu unataka kumpigia naye, labda tuchukulie mfano hapa e, tunajifunza kitu kidogo kuongezea ujuzi e, tuanze kwanza na, na audio audio ukipiga namna hii itahita, na huku itaonyesha kuna mtu anapiga, umone. Tuchukulie mfano, nadhani umeona hapo, imekuja huku, nimejipigia kwa sababu hii WhatsApp nilopiga ipo huku kwenye hii namba. Basi imi nitabonyeza answer, utaona imekubali, na ukiangalia kwa makini, hello ukopoa Umeona nimeipokea mona, kwenye ime, hii line hapa nimepiga kwa ume, audio moja kwa moja. Nadhani umeiona ni audio. Sasa kwenye audio ukipiga ukitaka, u mfano, tuanze vidoti vitatu. Ukigusa hivi doti vitatu unakutana, unaweza ukamtumia huyu mtu kidude cha hiki hiki. Umeona hapa ni emoji, unaweza kumtumia huyu mtu emoji kwa pembeni hapa, unaweza uka raise hand kama unataka kuongea, kama mkiwa zaidi maana, unaweza uka add hata watu wengi sana, unaweza ukaonyeza raise hapa. Chini hapa kuna share screen, unaweza uka share screen na mtu mwingine kumtumia ili aone kinachoendelea hapa kwenye screen. Sasa umeelewa? Hapa message, una send message kwenda kwa huyo mtu ambaye unaongea naye, kama hivi hii option inafuatia ni kama unataka ukibadilisha hii iwe katika video call. Kwa hiyo ukibonyeza hii call, ita itamuomba ita, ita, ita huyo mtu pa switch kwenda kwenye video. Hiyo ndio njia rahisi ku switch kwenda kupiga kuongea video call. Ni vizuri kwanza ukaanza na audio, ili kama mtu yuko sahihi akitaka kuongea naye, ndio wewe uibonyeze hapa, ili kule ya kubali kuingia kwenye video call. Umeona, na ndio njia rahisi zaidi. Hii inayofuatia ni loudspeaker. Ukibonyeza hapa sauti inakuwa kubwa. Umeisikia? Ukibonyeza hapa inarudi inakuwa ndogo. Hiki kinachofuatia hapa ni ki-mic. Mfano, nikibonyeza hapa hata kama nikiongea vipi huko, umeona sauti yarudi tena kwa sababu anisikii, nimezima sehemu ya mic. Hiyo hapa ni sehemu ya mic, nadhani unaiona. Ukibonyeza hivi unaiwasha, nitakachoongea na huko nadhani unakisikia pia. Hii sehemu ya hapa juu hapa ni sehemu ambapo unaweza ukaadi mtu. Hii juu kulia hapa, kama kipicha na mtu anajumlisha hiki, ukibonyeza hapa unaweza ukaadi mtu mwingine, lakini mimi sihitaji kuadi mtu yoyote. Lakini kama unataka kuadi marafiki, rafiki yako wa pili, rafiki yako wa tatu, rafiki yako wa nne, basi unabonyeza hiki. Hiki cha mwisho kabisa hapa ni kukata hiki cha kundu ukikata hapa, hii audio call inakuwa inakata. Sasa hapa hebu tukate hapa, inakuwa imekata. Uone kirudi, itaniambia hapa chini nimeongea dakika mbili kupitia voice call. Hiyo ndio jinsi ya kupiga kwa audio voice call kawaida au kupiga kwa video call kwenye WhatsApp yako. Karibu sana, usaje kusubscribe video kama hizi na nyingine tayari zipo. Karibu sana.